Hello familia ya Shalom Creativity. Leo ni Jumapili ya baraka na neema kubwa sana ambayo huduma ya mtoto imepata neema na wameweza kuhudumu lakini pia wameweza, tumeweza kusomewa taarifa iliyokuwa njema zaidi. Na sasa tupo hapa kwa ajili ya kuonyesha maonyesho ambayo yanafanywa ya na vijana wetu wa huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana. Na endelea kutufuatilia na endelea kuwa pamoja nasi katika maonyesho haya. Tutakuwa na mchungaji wetu niko hapa na ameweza kuingia katika hema letu la huduma ya mtoto na kijana hapa FPCT Shalom Temple TZ 0823 na yuko hapa, ataweza kuangalia meza moja baada ya nyingine, na baada ya hapo tutakuwa na interview ndogo. Pastor, karibu sana. Amina sana na ah, wewe ndo huyo hapa. Yeye mwenyewe kwa u Mungu awabariki. Nani amefanya hii? Yeye ndo umechora? Hongereni, tupeane mikono basi. Na ningependa pia pastor waeleze kwa ufupi, waulize maswali kuhusiana na hichi kitu. A, picha yangu kabisa, nipige nayo picha. Picha yangu, nimeanza lini, nani amewafundisha, ni kipaji cha kuzaliwa. Ah. Kwa majina yangu naitwa Anthony Moses na ninajihusisha kwenye fani ya uchoraji kama mnavyoona hapo mbele, na picha hizi ni picha ya askofu wetu Sixberth Anthony Kuzenza na picha ya katibu wetu Mesha Gulanywa <laughs> hii picha tumechora jana, ni tumetumia kama masaa masaa saba hivi, na tunashukuru walezi wetu, walimu wetu, wametuwezesha tumeonyesha vipaji vyetu na wame, wamezidi kutuendeleza kwa mambo mbalimbali wanatupatia mbali, vifaa kila kitu tunachohitaji, na wanaonesha kuwa na moyo juu ya vipaji vyetu hivi, na tunategemea tutafika mbali. Sio hapa, ni mwanzo, tunaanza na tuna imani Mungu atatusaidia tuta, tutafika mbali. Jamani, makofi kwao. Vicha ya Gulanywa ndio imetisha <laughs> Sawa, na mmetumia nini na nini katika kuchora? Hapo tume cha kwanza tumetengeneza fremu ambazo ni kitambaa na ambao kisha tukapiga rangi na picha, tumecholea penseli, kitambaa tetroni tu mm. E... Baada hapo tukapiga rangi nyeupe, hatujatumia rangi, tumetumia penseli, kama unavyoona penseli tu za kawaida, tukachola picha zetu, tukamaliza. Mungu awabariki. Amen. Mm -hmm. nah, asante, naomba tuende kwanza kwenye kompyuta pale wataalamu wa kompyuta, alafu tutakuja sehemu nyingine hawa nah. Ni wataalamu wa kompyuta kuchapa kuweza na kuweza kuandika vitu vyote vinavyohusiana na ofisi nah. Karibu. Sisi ni wafani wa kompyuta. Tumejifunza vitu vingi sana mojawapo ni Word, Microsoft Word. Microsoft Word inatumika kuandika, kuandika kuchora. Naam. Hawa ni fani ya, ya umeme na wanaweza wakaelezea kwa ufupi kuhusiana na fani yao. Karibu. Uh, unavyotuona hapa sisi ni vijana wa Compassion na tunahusika na ishu ya umeme kama unavyoona hii ni sakiti yetu simple ambayo ina contain switchi mbili, lakini ikiwa ina taa moja. Mm-hmm. na vifaa ambavyo vinatumika hivi hapa baadhi, vingine tukiwa tumeshaviunganisha moja kwa moja. Sasa askofu, kabla tujaendelea, nomba ujaribu kuwasha hii taa na kuzima namna hiyo, unaweza unaweza ukaona. Hongereni sana, Mungu awabariki sana. Naam, karibu sana ana. Sasa hapa tupo kwa wataalamu wa video production. Hawa ni wanahusika na kupiga picha, kuchukua matukio mbalimbali. Kama unavyoona hapa, ni picha moja ya picha yako ambao waliichukua na kuweza kuitengeneza. Naam, picha mbao ni picha mbao. Naam. Mm. Kwa ngazi gani au uh, ni ujuzi? Mara ya kwanza tuliletewa mwalimu wa fani, lakini itokea changamoto kidogo, akaondoka, tukabakia na mwanafunzi mwenzetu ambaye ndo kameramani e, e, ndo akatuendeleza mpaka hapa sasa hivi nafanya zote graphics. Na picha, na picha. Yeah. <coughs> <coughs> Ah, maono yangu nategemea nije kuwa director mkubwa sana hapa hivi Tanzania ko, namwomba Mungu anifanikishe niweze kufikia ndoto yangu. Ah, <coughs> makosi kwake. Asante. Naomba tuende kwenye mapishi ya skofu, visije vikaisha hawa visi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> ni vijana wa, wa kituo, lakini wao wameingia katika fani ya mapishi, wameweza kuandaa vitu tofauti tofauti. Naam. <laughs> <laughs> <laughs> Nahesi wanaweza kakuelezea kwa ufupi, na ukapata idea yoyote kutoka kwao. Karibuni. Kwa majina, naitwa Margaret Peter. Mimi ni mpishi. Kuna hii hapa keki Tuno, tumeandika hapa Sh FPCT Shalom. Eh, hii hapa Shalom. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mchungaji tuchangie hii keki. <laughs> <laughs>

<laughs> Asa, askofu hawa ni wataalamu wa kuwalemba wadada na wamama wa kule chini tuna ofisi ya, ya hususi lakini pia wapo kwa ajili ya makeup. Karibu. Karibu. Hii ni fani ya ususi. Katika ususi, tuna fani ya upambaji na pia tunanyosha nywele, tunaweka wevu, tuna makeup pia. Hii poda, unaangalia kutokana na sura ya mtu, rangi yake ikoje, nyeusi au nyeupe. Kama mtu ni mweusi sana, unampaka hii hapa. Kama ni mweupe sana, unampaka hii hapa unaanza kumpaka sasa. Huyo hapa tunampaka nyeupe tu ya kiasi, hii hapa eh, hii <laughs> mwisho kabisa, unachukua hii hapa. Hii kazi yake ni kuzuia ile makeup isivujie. Unampuza mteja wako, kisha maliza tayari. Asanteni. Asante. Hawa ni fani ya ushonaji. Karibu. Sisi kama vijana tunajua tuna kwamba ujuzi mbalimbali ndio unaweza kumsababishia mtu akakuza kipato chake na ndio maana tumeingia kwenye hii fani ya ushonaji. Hizi nguo zinaweza zikavaliwa na watoto hata kama ikiwa ni nyumbani lakini sana sana zinapendelewa mashuleni. Hmm. Hii, na kuna hii hmm. Tumemaliza kufundishwa na mwalimu wetu hapa, tukaingia katika hizi ushonaji wa hizi wa nguo za kawaida, dizaini mbalimbali. Kuna hizi kuna hizi inaitwa <coughs> <coughs> ni karibuni mwaka sasa, kwa sababu tunajifunza aina mbalimbali mbali. <coughs> Bado sasa huko sijafikia, lakini tunakoelekea, jinsi mwalimu alivyotufundisha, tutafika hadi kwenye suti. Asante mm. Naaskofu kwa pande, upande wa fan tumemaliza. Sasa tutaenda tumalize interview na baada ya hapo tutapiga picha ya pamoja ya pamoja na vijana na baraza lako pamoja na watendakazi. Karibu, eneo la mahojiano lipo huko. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtazamaji wa Shalom Creativity. Leo hapa nipo na askofu ambaye pia ni mlezi wa kituo chetu tangu mwaka 2012 hadi leo hii mwaka 2025. Natamani uweze kumsikiliza na uweze ku kwamba nashauri nini kwa matukio ambayo ameweza kuyaona tangu amelea kituo hiki na mpaka sasa tupofikia, vijana wakiwepo watu wazima, lakini pia wakiwepo vijana wadogo wadogo. Karibu sana uweze kuungana pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe askofu sana. Um, niseme kwamba naitwa mchungaji Sixberth Anthony Kuzenza, ni mchungaji kiongozi kanisa la FPCT Shalom Tempo hapa Kahama na kituo hiki Um, tumekianza mwaka elfu ishirini uh, kumi na mbili. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna miaka kumi na mitatu. Hawa watoto hawa vijana ambao wametuonyesha vipawa vyao mbalimbali, wakati tunaanza walikuwa watoto wadogo kabisa. Tumewashuhudia wakikua wakipata elimu, lakini pia wakipata stadi ambazo zitawasaidia katika maisha yao ya mbeleni. Leo hii imekuwa faraja na furaha kwetu kuona vipawa hivi vinavyofanya kazi Tumeona wachoraji, tumeona wapishi, tumeona watu wa fani ya umeme, tumeona watu wa upambaji kwa kweli, watu wa media, watu wa IT. Kila mmoja anafanya vizuri. Kwetu ni furaha, kwa sababu tunajua siku watoto wao wanamaliza muda wao hapa kituoni, wana shughuli za kufanya ambazo zitawaingizia kipato, zitawasaidia wao, zitasaidia wazazi wao na zitawapeleka mahali pa ndoto yao. Kwa hiyo ni fahari kwetu kama viongozi, ni furaha kwetu kama kanisa kuona vijana wetu wanakuwa na wakipata maarifa na stadi hizi ambazo zitawasaidia kwenda kujitengenezea ajira, na pia kutengenezea wengine ajira. Kwa hiyo nawapongeza sana watendakazi wote, wanakamati, tunawapongeza kwa juhudi ambazo wanazionyesha walimu, kwa moyo ambao wanauonyesha kujituma na kujitoa kuwasaidia vijana wetu. Asante sana na nashukuru kwa, kwa maelezo haya. Naamini kila mmoja ambaye anakusikiliza ameweza kuelewa kituo hiki kimeanza lini na dhamira yao ni ipi. Asante sana mchungaji, asante sana. Nadhani umeweza kuona vitu ambavyo vimeweza kuonyeshwa na vijana wa kituo cha TZ 0823 hapa FPCT Shalom Tempo. umepata wakati mzuri sana siku hii ya leo ambayo ilikuwa ni siku maalumu kwa ajili ya vijana wa huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana. Umejifunza pia, umeona kuna mapishi, umeona kuna kompyuta, kuna video production, lakini pia bila kusahau, umeona uchoraji kubwa. Hivyo tunatarajia kwa miaka inayoendelea mbele tutakuwa na vijana mashughuli kwa kila fani na kila eneo ambalo watakuwa wanalifanya na zaidi watalifanya kwa ubora mpaka pale watakapohitimisha. Endelea kutufuatilia. Mimi ni David Matias, mtangazaji wako wa Shalom Creativity. Ungana na sisi familia yetu ya Shalom Creativity. Usisahau kusubscribe channel chaneli yetu. Nyeza alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa ili uweze kuwa mwanafamilia kamili wa Shalom Creativity. Mungu akubariki, endelea kutufuatilia.